ongeleni kwa kupata huduma njema, lakini pia nimewashukuru madaktari kwa niaba yenu. Hapa hatujalipa hata mia moja, na nilianza kukutana na huyu mrembo, mnamwona kwenye mazungumzo, akaniambia anachofanya, wana kampuni yao kubwa sana ya utalii ambao wanafanya shughuli katika maeneo mbalimbali, lakini moja jambo tu tulijadiliana nao ni huduma yao ya kurudisha kwa jamii, baada ya ile hela niichukue mimi nikale nikaomba ije kwenu eh, kwa sababu watu hawa ni watu wema na wako wengi katika mkoa wetu. Lakini mara nyingi huwa wakitaka kurudisha kwa jamii, wanakuwepo watu wa katikati pale wanachukua hiyo hela alafu wananchi hawanufaiki na chochote kile. Maboksi zaidi ya hamsini yametua kutoka Ulaya kuja hapa yakiwa na vifaa vyote, na vifaa vyao ni vile vya kisasa kabisa na huduma yao ni kwamba ungeenda Europe ungeenda hata Barcelona ungekuta wanakutibu hivi hivi kama unavyotibiwa ukiwa hapa Arusha, Arumeru, Tengeru. Kwenye mkoa mzima tumepata watu mia nne hamsini ambao watafanyiwa operation, na nimewaomba ikiwezekana basi tuangalie kushirikiana kwa maana ya kwamba tutafute hospitali moja, tukiwapata hawa wakachukua hospitali moja tukaifanya kuwa ni maalum kwa ajili ya macho, tutawapata wengine hospitali nyingine watachukua, ni maalum kwa ajili ya moyo. Wengine tutawapeleka kwenye hospitali nyingine maalum kwa ajili ya figo. Kwa hiyo ule utaalamu wote wanaofanya huko duniani wa kufanya watu mpaka wanasafiri wanatoka nchini kwetu wanakwenda kwenye nchi zao, waupate hapa katika mkoa wetu wa Arusha. Lengo ni lile lile la kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi awe hana pesa au awe na pesa anakosa huduma bora katika mkoa wetu. <coughs> Kwa hiyo tunaomba muendelee kumwombea rais wetu Daktari Samia ili aendeleze mahusiano. Mimi hawa nisingewapata kama nchi yetu haielewani na nchi zao. Kwa hiyo nawatakia heri ya Pasaka na Mungu akawa baraka kwenu, na wale tunaoamini katika ufufuo, basi Bwana Yesu Kristo akafufuke kwenye maisha yetu, tukarudi na nguvu njema na afya njema kwa ajili ya utukufu wa jina lake so That Barcelona na is yes, here in Tanzania exactly. <laughs> <laughs> nanamshukuru sana Mungu kwa hii huduma, imeninufaisha nilikuwa na mtoto wa jicho, macho yote mawili yalikuwa hayaoni, yani ni giza kabisa, lakini ni kuanzia kwa hii huduma ilivyoanza mpaka leo sasa hivi naona kila kitu. Namshukuru Rais wetu kwa kuwakaribisha hawa watu kuja kutufanyia huduma hii, tumetibiwa vizuri